Hali ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano ambayo yanaripotiwa kati ya wapiganaji wa kundi la M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitendo cha kukamatwa kwa mamluki wa kigeni kutoka katika mataifa tofauti barani Ulaya, ikitajwa kwa kiasi kikubwa ya kwamba mamluki hao wengi wao wanatokea nchini Romania. Ni mamluki ambao walikuwa wakilipwa kiwango kikubwa cha pesa kama malipo ya kuweza kuwaziwia wanamgambo, aidha makundi ya wapiganaji ambao wanapatikana katika eneo hilo, aidha makundi ambayo huyumbisha mara kwa mara usalama katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mapigano ya hivi karibuni na wanamgambo wa kundi la M23, mamluki hao pamoja na wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoelemewa na mashambulizi ya wapiganaji hao wa kundi la M23, mamluki hao walichukua maamuzi ya kuweza kuweka silaha chini na kujisalimisha. Walijisalimisha na kuweza kukusanywa na wapiganaji hao wa M23 na kupelekwa nchini Rwanda, ambapo tayari inafahamishwa ya kwamba mamluki hao watasafirishwa aidha, watarejeshwa katika mataifa yao. Kitendo hicho kimepelekea gumzo katika mitandao ya kijamii, watu wakihoji, vipi watu ambao wanafahamika kuwa ni mamluki ambao wamepigana kama wanajeshi katika taifa lingine, kurejeshwa katika mataifa yao bila ya kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria? Kitendo hichi kulingana na kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii watu wanafahamisha kwamba wamepatwa na ghadhabu kuona ya kwamba watu ambao walikuwa ni wapiganaji kuweza kurejeshwa katika mataifa yao bila ya kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Ilitakiwa watu hawa waweze kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria, kama walivyokuwa wakilaaniwa wapiganaji wa mamluki wa Urusi ambao walipigana vita nchini Afrika ya Kati katika mataifa kama vile Burkina Faso na Mali, mamluki wa Wagner walikuwa wakichukuliwa kama vile wahalifu, walikuwa wakikemewa, na mara kwa mara walitajwa kwamba walikuwa wakiendesha uhalifu katika mataifa hayo. Maswali ambayo yameibuka kuhusu hawa ambao waliokamatwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa nini warejeshwe katika mataifa yao? Hawa wanarejeshwa katika mataifa yao kwa kuwa walijisalimisha na kuweza kuweka silaha chini. Na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekemea vikali mamluki hao ambao, walikuwa kwa mujibu wao, wakilipwa kiwango kikubwa cha pesa uweza kuweka silaha chini na kujisalimisha na kuacha wanajeshi wa serikali ambao hulipwa mshahara mdogo wakiendelea kupambana kwa ajili ya taifa lao na kuituhumu serikali yao kuweza kuwekeza kiwango kikubwa cha pesa kwa mamluki hao kuliko kuwekeza katika jeshi la taifa. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu mamluki hao kuweza kuruhusiwa kurejea katika mataifa yao, wakati ambapo walikuwa wakilipwa kiasi kikubwa cha pesa ili waweze kuwaziwia wanamgambo na makundi mengine ambayo yalitajwa kuwa ni makundi ya uhalifu katika ukanda huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tuachie mtazamo wako.